Jambo na karibu katika genius kutoka hapa Gavo Media. Jina langu ni Michael wa Emmanuel. Dar es Salaam. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema kitendo cha kuzingira nyumba ya baadhi ya viongozi wa CHADEMA akiwemo Tundu Antipas Lissu kilikuwa ni sehemu ya ulinzi wa kawaida. Kulingana na Muliro, jeshi la polisi Tanzania linatoa ulinzi kwa watu wote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 na kumalizia nyumbani Tanzania. Waheshimiwa bunge, pia nitumie fursa hii kuwapongeza Simba Sports Club kupitia hatua ya finali, na tunawatakia kila la heri, sasa warejeshe kombe hapa nyumbani. Tunawatakia kila la heri, Waheshimiwa wabunge. Sasa tutaendelea. Dar es Salaam Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imesikiliza shauri la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Tundu Antipas Lisu, kuhusu kuchapisha taarifa za uongo kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii linalomkabili Tundu Lisu. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu inatarajiwa itoe ya majibu yaliyowasilishwa na upande wa utetezi kutaka mtuhumiwa Lisu awepo mahakamani wakati kesi yake ikiendelea, ambapo baada ya majadiliano maamuzi ya suala hilo yanatarajiwa kutolewa Mei 6, 2025, ambapo itaamua kama kesi hiyo iendelee kusikilizwa kwa njia ya mtandao au la. Dr Nshala Rugemeza ameeleza kwamba hakimu amesikiliza mapingamizi hayo na upande wa serikali umejibu na hivyo wanachosubiri ni hukumu hiyo ndogo kutolewa dhidi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Na kunako anga za kimataifa, Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza usitishaji wa muda wa mapigano nchini Ukraine, hatua itakayodai kuchochea kwa sababu za kibinadamu, kwa mujibu wa taarifa kutoka Kremlin. Usitishaji huo utaanza rasmi asubuhi ya ya tarehe nane Mei na kuendelea hadi tarehe kumi na moja Mei, kipindi kinacholingana na maadhimisho ya ushindi wa vita kuu ya pili vya dunia. Taarifa hiyo imesema kuwa Rais Putin amechukua hatua hiyo kwa msingi wa kiutu, akiongeza kuwa Urusi ina matumaini kuwa Ukraine nayo itafuata hatua hiyo. Hata hivyo, Urusi ikasisitiza kuwa iwapo kutakuwa na ukiukwaji wowote wa usitishaji huo kutoka upande wa Ukraine, vikosi vya Urusi vitatoa majibu ya haraka. Na katika habari za michezo siku ya leo ndani ya Gavoo News, mchezaji wa zamani wa klabu ya Manchester United Gary Neville amesema ni rasmi sasa ataacha kubishana na mashabiki wa asimu hao wakubwa wa Uingereza Liverpool baada ya kufikisha taji la ishirini sawa na timu yake ya dhamani. sifa za klabu yenye mafanikio makubwa zaidi umeisha, sasa ni juu ya klabu ya Liverpool. Liverpool wana mataji mengi zaidi ya Ulaya. mjadala wa ligi kuu ya Manchester United ni mbili, na leo Liverpool itakuwa sawa na ubingwa wa ligi hiyo ishirini. Mafanikio yanapaswa kusababisha maumivu na huzuni, alisema jana Kari, kabla ya Liverpool kutangaza ubingwa wa ishirini wakiitwanga Tottenham Hotspurs tano moja. Mpaka sasa hatuna la ziada kutoka dawati la habari la hapa hapa Gavo News. Ulikuwa nami Michael Emmanuel. Tafadhali usiache kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili wewe wa kwanza kupata matangazo yote yote tunayozidi kukuwekea hapa hapa. Asante sana. Bye-bye. Gavo Media pamoja hatua kwa hatua.